wa nyumba zao wageni wilayani Karagwe mkoa mkoani Kagera wametakiwa kuzingatia usafi wa miundombinu ya nyumba hizo kuwalinda wafanya usafi na kuepuka maambukizi ya magonjwa. Mgombea urais kupitia chama cha NRA Almasi Hassan amesema Watanzania wakimpa ridhaa kuongoza nchi atazuia upotevu wa mapato ya serikali kwa kutengeneza namba moja ya malipo, yani control number na Wapalestina 57 wameuawa kwa mashambulizi yaliyofanywa na jeshi la Israeli katika maeneo mbalimbali ya ukanda wa Gaza jana, wakati Israeli ikiendelea na mashambulizi makali. Habari kamili. Karagwe: wamiliki wa nyumba za wageni wilayani Karagwe, mkoa ni Kagera, wametakiwa kuzingatia usafi wa miundombinu ya nyumba hizo, kuwalinda wafanya usafi na kuepuka maambukizi ya magonjwa. Rai hiyo imetolewa na afisa afya wilaya ya Karagwe, Bi Beatrice Laurent, wakati akitoa elimu kwa wamiliki wa nyumba za kulala wageni katika kikao kilichofanyika jana angaza mjini Kayanga. Bi Beatrice amesema wamiliki wengi wamekuwa wakiwa wamesema wamiliki wengi wamekuwa wakiwajari wafanyakazi bila kuwapa vifaa vya kujirinda magonjwa kuambukizwa ikiwemo virusi vya UKIMWI, homa ini na homa nyani, hali inayohatarisha afya zao. kufanya usafi au watakayekuja kurara kwenye ule majimaji, anakawa labda kuna sehemu zimechanika chanika nini, ni rahisi kupatwa tena na hayo magonjwa. Kwa maana hiyo, wa wale watu wake wanaotusaidia kufanya usafi kwenye nyumba hizo tuhakikishe kwamba tumewalinda tumewapa gloves, kama ni buti anavaa, zile apron anavaa, yani tuhakikishe kwamba sasa tumewapa hata uniform. Kule kazini wana uniform, akitoka anaiacha, akienda nyumbani anavaa nguo zake za nyumbani, lakini nguo za nyumba za kulala wageni ameziacha. Tuwe makini sana sana kujilinda naye magonjwa ya kuambukiza, kama tunavyojua masuala ya mpox. Baadhi ya wamiliki wa nyumba za kulala wageni wilayani humo wakiwemo Husaini Tindamaile na Dorothea Emanuel wamesema ushauri waliopewa watauzingatia ili kutunza afya za wahudumu wao. Chato. Serikali ya Chato mkoa ni Geita imeelekeza ujenzi, imetekeleza ujenzi wa soko la samaki Chato Beach ambayo unatarajia kuboresha uchumi wa wavuvi kupitia ukaushaji na uchakataji wa samaki. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Chato, Musa Matuhu akieleza utekelezaji wa ilani ya CCM mwaka 2020 iliyowagusa wakazi wa kata ya Chato ni pamoja na ujenzi wa soko hilo. Amesema miongoni mwa ahadi kwa wakazi wa kata ya Chato kupitia uchaguzi wa mwaka 2020 ilikuwa ni kujenga soko la samaki la kisasa katika mwaro wa Chato Bichi, na kwamba ujenzi huo umefanyika kwa manufaa ya wananchi. Soko limeshajengwa limekamilika, sasa hivi wanajenga uzio na baadaye mashine zifungwe na tayari soko kwa kukausha na wafanyabiashara wa samaki kwenda kufanya biashara. Lakini ndugu zangu, nyinyi wenyewe ni mashahidi, na ndiyo maana kwa upendo mkubwa mliamua kumpa kura nyingi na za kutosha kumrudisha tena kwa kipindi cha pili kwa namna alivyofanya kazi kubwa. Mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya ya Chato Mandiaki hiyo amesema ujenzi wa soko hilo umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 1.7 likiwa na miundombinu yote ya kukausha na kugandisha samaki. Dodoma, mgombea wa urais kupitia chama cha NRA Almasi Hassan amesema watanzania wakimpa ridhaa kuongoza nchi atazuia upotevu wa mapato ya serikali kwa kutengeneza namba moja ya malipo control number. akizungumza katika mahojiano maalum na Daily News Digital, Almasi amesema kuwa kwa chombo kimoja cha ukusanyaji kodi kutasaidia serikali kuwa na uhakika wa mapato na kutambua mtu wa kuwajibishwa kwa upotevu fedha. Amesema kwa sasa vyombo vya ukusanyaji kodi ni zaidi ya vitatu, vikiwemo halmashauri, mali asili na TRA, hali inayosababisha mkanganyiko na kutokuwa na uwazi wa mapato halisi ya serikali. Aidha, Almas amesema NRA ikishika ikishika dola, wananchi watapata huduma ya maji bure kwa kutumia teknolojia kutoka nje ya nchi na njia mbadala kama nguvu ya upepo kupeleka maji kwa wananchi aidalmas, amesema serikali yake itapunguza baadhi ya wizara na kuziweka sehemu moja zitakazoendeshwa na wasomi wenye taaluma husika. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Redio Kwizera FM. Bujumbura, serikali ya Burundi imezitaja sekta za kilimo na madini kuwa nguzo kuu muhimu zitakazoiwezesha kufikia maendeleo ya kweli na kudumu kwa manufaa ya wananchi na taifa kwa ujumla. Kaulii imetolewa na waziri wa, waziri mkuu wa Burundi Nestori Naonuye katika mkutano maalumu wa waandishi wa washiriki wa benki ya Dunia nchi za Burundi, DRC na Angola mjini Rumonge mkoa wa Burunga magharibi mwa Burundi. Waziri Naonuye amesema kuwa kutawezesha kikamilifu kwenye kilimo na kusimamia kwenye uadhirifu rasilimali za madini nchini Burundi itawezesha kukuza uchumi wake kwa kasi na kuhakikisha kuwa mali asili zinawanufaisha wananchi. Aidha, amesema serikali imejipanga kuhakikisha Burundi inafikia hadhi ya uchumi wa kati mnamo mwaka 2040 na, na kuwa taifa linalojitegemea mwaka 2060, ikiwa ni sehemu ya dira ya maendeleo ya muda mrefu ya nchi hiyo. Gaza. Wapalestina 57 wameuawa kwa mashambulizi yaliyofanywa na jeshi la Israeli katika maeneo mbalimbali ya ukanda wa Gaza jana, wakati Israeli ikiendelea na mashambulizi makali kauli. Na kulingana na mamlaka za Gaza, watu 29 wameuawa kusini mwa ukanda huo, wakati 16 wameuawa kwenye mji wa Diel Bahal, wengine 14 wameripotiwa kuuawa katika maeneo wanajeshi wa Israeli walioko karibu na eneo la misaada hayo yanajiri wakati wa ratibu wa boti za kupeleka misaada Gaza, wakisema Israel imezuia boti ya mwisho leo ikiwa umbali wa karibu kilomita na 78, kutoka ukanda wa Gaza. Taarifa hiyo inatolewa kupitia channel ya Telegram ya waratibu wa wa misaada na kuongeza kuwa jeshi la Israeli limezuia boti zote 42 zilizokuwa zikipeleka msaada Gaza. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni mtaasiri wake. Wamiliki wa nyumba za kulala wageni wilayani Karagwe mkoani Kagera wametakiwa kuzingatia usafi wa miundombinu ya nyumba hizo, kuwalinda wafanya usafi na kuepuka maambukizi ya magonjwa. Mgombea a urais kupitia chama cha NRI Almasi Hassan amesema Watanzania wakimpa ridhaa kuongoza nchi atazuia upotevu wa mapato ya serikali kwa kutengeneza namba moja ya malipo, yani control number. Na Wapalestina 57 wameuawa kwa mashambulizi yaliyofanywa na jeshi la Israeli katika maeneo mbalimbali ya ukanda wa Gaza jana wakati Israeli ikiendelea na mashambulizi makali. Waza Wazua. Msikilizaji, usiamini sana, wakati mwingine mashaka nayo ni wokovu. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Endelea ya kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, TikTok na X, Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na websaiti yetu ya Radio Kwizera.co.tz. Saa 5 usiku utasikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita.